Wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu Robert Amsterdam anaonyesha bado yuko bampa kwa bampa na Tanzania, ambapo hivi karibuni tena amejitokeza na kuonesha kutofurahishwa na kauli zilizotolewa na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku chache zilizopita kuhusiana na wanaharakati kutoka nje, hasa nchi jirani, kuingia Tanzania wanakuja kuvuruga amani ya Tanzania ambapo Tanzania ni nchi ya amani. Hayo yalijiri ndani ya bunge la Tanzania siku chache baada ya wanaharakati wa Kenya na Uganda kuzuiwa nchini Tanzania, jambo ambalo lilizua gumzo sana Afrika Mashariki na pengine duniani. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Axon Mwansasu siku ya jana tarehe 28 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 alitoa msimamo kama spika baada ya rais wa Kenya kuwaomba radhi wa Tanzania kwa kile kilichotokea, kwa maana kwamba mvutano uliojitokeza kati ya Kenya na Tanzania, kati ya Wakenya wa na Watanzania, huku Wakenya wakiishambulia Tanzania vikali. Siku tano zilizopita bwana Robert Amsterdam kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, alichapisha ujumbe huu baada ya kuweka picha ya mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire na nukuu hapa, Tanzania kwa hakika inaonekana kuwa nchi isiyo rafiki kwa majirani zake na jamii ya kimataifa imeanza kulitambua hilo, kuiunga mkono serikali ya kidikteta kwa gharama ya mahusiano ya kikanda ni kosa la kimkakati ambalo litawagharimu wananchi wa Tanzania zaidi. Hivyo ndivyo wakili na mwanasheria huyo wa kimataifa wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu alivyosema siku hizo tano zilizopita, lakini ilipofika tarehe 29 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 baada ya bunge la Tanzania kuwasha moto a kisawasawa bungeni ndipo wakili huyo na mwanasheria huyo wa kimataifa wa Lissu alipojitokeza tena na kuzungumza yafuatayo, namnukuu hapa. Matamko ya hivi karibuni kutoka kwa wabunge wa CCM yamekuwa ya kushangaza sana. Iwapo tafsiri zilizoripotiwa ni sahihi, baadhi yao walilisifu tendo la kuwatimua watu ambao hawakuwa wamefanya kosa lolote. Wengine walizidi zaidi huku mbunge mmoja anaripotiwa kusema kwamba walipaswa kubaki ili wafunzwe adabu. Hivyo ndivyo alivyosema Bwana Amsterdam baada ya bunge la Tanzania kuonyesha ukali na kusimika misimamo mizito kuhusu watu kutoka nje kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Mbali na hayo yote, ili kuweka habari hii katika hali ya usawa, nitaomba nikukumbushe baadhi ya zile kauli za wabunge siku ile ya tarehe 26 mwezi huu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 Aliongeza Joseph Kasheku Musukuma. Itakumbukwa kwamba wakati Askofu Josephat Gwajima akiwa anazungumza na waandishi wa habari siku za hivi karibuni kuzungumzia masuala ya utekaji, alizungumza pia kuhusiana na lile sakata la wanaharakati kutoka nchi jirani Uganda na Kenya. Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire. Lakini pia mbunge wa jimbo la Iringa mjini mheshimiwa Jessica Msambatavangu alisema ni jambo la kushangaza kuona vyombo vya ulinzi na usalama havijachukua hatua dhidi ya wanaharakati kutoka nje ya nchi waliokuja Tanzania kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lisu akichangia hoja ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2025 2026 siku ya tarehe ishirini na sita Mei mwaka huu wa 2025 bungeni jijini Dodoma, Mheshimiwa Msambatavangu alisema wanaharakati hao walikuwa na nia ya kuingilia uhuru wa mahakama, jambo ambalo halipasi kuvumiliwa. Aliongeza kuwa vijana wa Kitanzania hawapasi kuharibiwa kwa ushawishi wa nje, akisisitiza kuwa changamoto zilizopo nchini hazijafikia kiwango cha kuhatarisha amani na usalama wa taifa. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Singida Magharibi, Mheshimiwa Elibariki Kingu alisema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi shupavu, jasiri na mzalendo wa kweli, akitahadharisha nchi jirani ambazo zimekuwa zikijaribu kupenyeza kile alichokiita chokochoko choko na kusema kwamba bunge na Watanzania kwa ujumla watahakikisha wanalilinda taifa la Tanzania kwa gharama yeyote ile. Ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao, Tanzania sio mahali salama kwao. Taifa hili lina kiongozi mwanamama jasiri shupavu mzalendo, na amefanya mambo mengi makubwa kwenye taifa hili, na sisi tutalinda taifa letu kwa wivo mkubwa, kwa gharama kubwa, na Mungu atusaidie, alisema Kingu wakati akichangia mjadala wa hotuba ya bajeti ya wizara ya mambo ya ndani siku hiyo bungeni mjini Dodoma. Mheshimiwa Kingu pia alimpongeza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamiliusi Wambura pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya. Akimweleza IGP Wambura kuwa asitishwe na yeyote kwani bunge lipo pamoja naye, akisisitiza kuhusu mchango wa Tanzania katika amani na utulivu kwenye mataifa ya Afrika. Kingu alitahadharisha kuwa hakuna kiumbe chochote kitakachoweza kuligawa taifa la Tanzania akiomba serikali kwenye mwaka ujao wa fedha kuongeza mishahara kwa askari wa Tanzania huyo ni mbunge Kingo mbunge Zanzibar, wa viti maalumu mkoa wa mjini Magharibi Zanzibar Mheshimiwa Tauhida Gallos alivitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuwachukulia hatua kali watu wote wanaotumia mitandao ya wa kijamii kumtukana na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan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 Aidha, mbunge huyo alisema kuwa changamoto ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii imekuwa kubwa nchini na hivyo kunahitajika nguvu ya pamoja na hatua madhubuti ili kudhibiti hali hiyo. Tulikosea kweli, yule Martha Karua kumrejesha kule, na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa mzima salama salmini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa, eti anashuka kwenye gari anajichekesha, anaji, anaji, anaji. Kweli yule alikuwa apigwe, arudi na mitungi ya gesi kule kwao, anapumulia gesi, anaeleza Mariam Omar Saidi, mbunge wa Pandani Zanzibar tumemwacha Martha Karua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa waziri, hili lisitokee tena, anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa, anaingia ndani ya kumi na nane zetu, tunamalizana naye hapa hapa, amesema mbunge Mariam. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kinondoni mheshimiwa Abbas Tarimba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 Lakini pia siku ya tarehe 28 Mei, mwaka huu wa 2025, Rais wa Kenya William Ruto, mapema siku hiyo Jumanne, wakati wa maombi ya kitaifa nchini Kenya, National Prayer Breakfast, aliwaomba radhi wa Tanzania kwa yote yaliyotokea, akihimiza umoja na mshikamano wa raia wa nchi hizo kwa maendeleo ya Kenya na Tanzania. Akinukuu maandiko matakatifu ya Biblia kutoka kwenye Zaburi 133 inayosisitiza kuhusu ndugu kuishi pamoja kwa umoja, Rais Ruto aliwaomba radhi pia wale aliowaita watoto wetu, akisema lengo ni kujenga madaraja miongoni mwa makundi mbalimbali kwenye jamii. Rais Ruto alitoa kauli hiyo wakati ambapo pia walialikwa Watanzania waimbaji kwenda kutumbuiza kwenye ibada hiyo maalum ya kitaifa nchini Kenya kama sehemu ya kuonesha kwamba hakuna tofauti miongoni mwa mataifa haya ya Afrika Mashariki. Tukio hilo limekuja wakati ambapo mitandaoni kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa Wakenya na Watanzania zikizalishwa kutokana na tukio la kukamatwa, kuzuiwa uwanja wa ndege na madai ya kupigwa kuliko wahusisha wanaharakati wa Kenya Martha Karua na Boniface Mwangi. Suala hilo limesababisha malumbano, kejeli na msururu wa kutaniana kwa wananchi wa pande hizo mbili, wakihusisha viongozi wakuu, ikiwemo vibonzo vilivyokuwa vikihusishwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Ruto, suala ambalo lilisababisha pia wabunge wa nchi hizo mbili kujikuta wakijiingiza katika mzozo huo na kutoa matamko mbalimbali yaliyotajwa wakati mwingine kwenda nje ya diplomasia na misingi ya mahusiano ya nchi hizo mbili jirani. Tayari Rais Samia alisisitiza umuhimu wa kuheshimiana na raia wa nje kutoingilia masuala ya ndani, akiviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kuwa madhubuti na kutoruhusu uingiliwaji, na zaidi akikemea wanaharakati wa kigeni wanaokuja kufanya shughuli zao nchini kinyume na taratibu na sheria zilizopo. Sasa mara baada ya Rais wa Kenya William Ruto kuwa ameyazungumza hayo na kufanya hayo, Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson Mwansaso alisema kauli na mitazamo inayotolewa na wabunge wa Tanzania kwenye chombo hicho haipaswi kuchukuliwa kuwa ni misimamo rasmi ya bunge akisisistiza pia umuhimu wa kuzingatia matakwa ya katiba, sheria na kanuni za bunge wakati wa mijadala. Wakati akiahirisha shughuli za bunge siku ya Mei 28 mwaka huu wa 2025, Spika Tulia alieleza kuwa amelazimika kuyakumbusha hayo kutokana na baadhi ya michango iliyotolewa wakati wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum iliyofanyika Mei 26 na 27 na 28 mwaka huu wa 2025. Alieleza kuwa utaratibu wa bunge upo wazi na unaweka mipaka na namna mijadala inavyopaswa kufanyika, akisisitiza kuwa uhuru wa kutoa maoni haupaswi kugeuzwa kuwa kisingizio cha kutoa kauli au mitazamo inayokiuka kanuni au kuashiria misimamo isiyo rasmi